Ikitokezea, umesahau password yako ya kuweza ku login ndani ya Soma Taaluma, kitu gani ambacho kufanya ili uweze kupata access ya kurudi tena katika Soma Taaluma? Jina langu ni Muhammad kutoka Soma Taaluma, ambapo tayari tumeshaweza kuangalia vipi unaweza ku create account, namna gani unaweza ukaji enroll ndani ya courses. Lakini kuna swali ambalo wengi wamekuwa kijiuliza: imetokezea mimi nimesahau password yangu vipi nitaweza kufanya ili niweze kurudi tena ndani ya ndani ya Somataaluma. Hivyo utakapokaa katika login page yetu hapa, tunaweza ku login by by username au by email, ili ambao tuliweza kujisajilia. Lakini pengine nimejaribu kuingiza password mbalimbali, nimeshindwa ama kuweza ku login kutokana na kwamba nimesahau password yangu. Utakachohitajika kufanya ni kuja moja kwa moja katika sehemu ya lost password. Hapa itakwambia uingize email yako, ile ambayo uliojisajilia wakati wa ku create courses. So nitaingiza email yangu ambayo niliyojisajili ilikuwa ni soma taaluma at gmail.com, na baada ya kuweza kuingiza email yako tuta send link. Password reset link reset have been sent successful katika email yetu, so it means kwamba tutakapokuja katika email tayari tunayo hii hapa password reset request tukapoifungua moja kwa moja imetuambia kwamba Soma Taaluma, umeona kwamba unahitaji kuweza kufanya nini? Kuchange password yetu, so tutaklik reset. Tukapo klik reset, moja kwa moja imetudai tuweze kuingiza sasa password yetu mpya, ambayo hii ndio tutakuja kuitumia sasa hivi kwa ajili ya kuweza kulogin ndani ya Soma Taaluma so tuta create password tena mpya. Vigezo ni vile vile, herufi kubwa, ndogo, zisipungue nane, special characters, nambari, vigezo ni viko pale pale. So tuta create tena password yetu tunakuja kuingiza na huku, then tutamwambia save and sign in. Itakapokamilika tu Automatic itakurejesha katika account yako na utaweza kupata access ya courses mbalimbali mbali, ama quizzes mbalimbali mbali, ambazo ulizokuwa enrolled ndani ya Soma Taaluma. Kwa hivyo hivyo, ndio namna ya kuweza kurejesha account yako ikiwa kama utakuwa umesahau password ndani ya Soma Taaluma.